92 au 0678813891. Asante kuichagua Sauti Kuu TV online kuwa kituo chako bora cha habari asubuhi ya leo ya tarehe mbili mwezi Oktoba ishirini ishirini na tano. Hivi sasa ni saa moja dakika thelathini na mbili tangu ilipotimu saa moja kamili na hata saa moja na nusu. Kwa kawaida magazetini leo inakujia hewani saa moja na nusu za asubuhi, mpaka hapo baadaye kukufahamisha yale yaliyojiri yakapata nafasi ya kuandikwa na kuidhinishwa kuwa yafaa kwa umma na waandishi pamoja na wahariri mbalimbali wa mbali magazeti ya siku husika. Mimi naitwa Dorcas Daniel ambaye nitakuangazia magazetini leo kuanzia mwanzo hata tamati, na kuwa pamoja nami, nitakuangazia kwa chache, nitakupa nafasi ya kutosha kujipatia eh, nakala yako ama kuendelea na majukumu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 wao wanakukaribisha sana katika ibada zao. E, Jumatano saa kumi na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni wana ibada ya mafundisho ya Biblia, maombi na maombezi, kama ambavyo ilikuwa jana na Jumatano nyinginezo. Lakini kwa siku za Jumapili wana ibada mbili kama ilivyo kawaida wa Wakristo wengi kusali siku hiyo, nao pia ni vivyo hivyo. Ibada yao ya kwanza inaanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu na baadaye saa nne kamili asubuhi hadi saa sita mchana ni ibada ya pili. Ibada hizi zote zinakuwa mubashara kupitia uh, Sauti Kuu TV Online na Rev Elingarami S Munisi Online TV. Hapo mwanzo ulikuwa unapata matangazo yote haya kupitia Sauti Kuu TV, lakini baada ya kupata shambulio la kimtandao ambalo mpaka sasa bado linashughulikiwa, basi utatupata kupitia Sauti Kuu TV Online na Rev Elingarami Ice Munisi Online TV. Karibu. Mwana Halisi gazeti limeandika mashahidi wa siri kufichuliwa. Mashahidi wa siri kufichuliwa, kesi ya Lisu yatajwa. Soma ukurasa wa pili wa gazeti Mwana Halisi Habari, picha inamuonyesha e, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo e, Tundu Lisu Habari ukurasa wa pili, Samia kupoteza kura, wachambuzi waanika maeneo kumi. Samia kupoteza kura, wachambuzi waanika maeneo kumi. Upupu wa polepole wazidi. Kwa nini waitwa upupu? Basi unaweza kukamata nakala yako kupata habari hiyo kwa kina. Upupu wa polepole wazidi. Gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge, ukurasa wake wa mbele, habari ilopamba gazeti hili inasema: funga kazi Arusha. Hili ni toleo maalumu, funga kazi Arusha. E, Samia kuifunika, Samia kuifunika hoja za utekelezaji miradi ya maendeleo, uchumi kupambana, kampeni kupamba, e, kupambana kampeni leo. Haya, Kitila ataja sababu za Watanzania kumchagua Dr. Samia. Yaani, Profesa Kitila anataja sababu kwa nini kumchagua Dr. Samia. Wenye ulemavu wa mshukuru Samia, waahidi kutiki. Balozi Nchimbi ya himiza wanailala kujitokeza Oktoba 29 kutiki kwa Samia. Hayo na mengine mengi utayapata katika gazeti wa Machinga, Sauti ya yeah, Wanyonge. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Mwanahabari, gazeti bora. Dokta Samia anasema tusiwa e, tusishawishike kuivuruga amani ya nchi. Tusishawishike kuivuruga amani ya nchi. Dokta Mwinyi asisitiza ajira kwa vijana itakuwa sera mama ya serikali atakayoiongoza Wananchi Mkomazi wapatiwa elimu ya kujikinga na tembo. Watoto elfu kumi na tatu na nane wahudumiwa kambi maalum ya macho bmh. Eh, Othmani Masud ahidi kuijenga Zanzibar mpya yenye mshikamano akipewa ridhaa. Ni habari ambayo utaipata hapo katika gazeti hilo. Vilevile gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Gazeti hili limeandika upinzani hauna uwezo eh, kuongoza nchi. Upinzani hauna uwezo kuongoza nchi. Dokta Mwinyi anayasema hayo kwamba upinzani huko Zanzibar hauna uwezo kuongoza nchi. Serikali kushusha gharama ya kuunga umeme nusu ya bei ya sasa. E, Mtambwe kuwa eneo la uzalishaji mazao ya viungo. Othmani anasema hayo. Wananchi waonesha imani na sera za vyama Zanzibar. Kamata nakala hiyo upate habari kwa kina. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Raichi, Kanisa Katoliki halina ugomvi na serikali, akanusha waraka wa semina ya Walei Oktoba 29, 2025. Ataka waumini wawe makini kubaini vyanzo vya taarifa. Ruwaichi, Kanisa Katoliki halina ugomvi na serikali. Dkt Samia anasema tusishawishike kuivuruga amani ya nchi. Othman anasema nitairejeshea Zanzibar rasilimali zake. Wasira ataka wa Tanzania wasipige kura kwa ubaguzi. Migogoro na uhamishaji janga la eh, la kisiasa Adam, barani Afrika. Dkt Nchimbi asisitiza mikopo ya asilimia kumi kuendelea kutolewa. DRC, kabila ahukumiwa kifo kwa kosa la usaliti. Habari imetajwa katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti ni Pashe mwanga wa jamii limeandika uchaguzi mkuu Kanisa Katoliki la toa msimamo kuelekea uchaguzi mkuu. Kanisa Katoliki la toa msimamo. Sokomoko usafiri wa mwendo kasi. E, mwandishi ameandika sokomoko usafiri wa mwendo kasi. Habari hii utaipata katika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Samia jipanga upya, na tembo wavamizi idoyo hospitali na soko e, usiri ulivyo kichocheo ukatili wa kijinsia utitiri wa vituo vya mafuta unavyoacha kitendawili nchini. Kutoka uh, Joseph Kabila kutoka Rais DRC, hadi hukumu ya kifo kwa uhaini. Habari hii imetajwa katika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, unaweza kupata nakala hiyo. Naondoka hapo nikiangazia fahari ya Zanzibar. Dr. Samia kufanya mageuzi makubwa katika viwanda na kilimo, aeleza kila kilichokuwepo kwenye ilani kitatekelezwa. Dr. Mwinyi ahidi kuwawezesha wavuvi na wakulima zao la Mwani. Habari hii vilevile ni kwa mujibu wa gazeti Fahari ya Zanzibar. Kamata nakala hiyo. Raia Mwema, muungwana ni kitendo, gazeti limeandika kashfa nzito vigogo wa haha kufunika kombe, kashfa nzito vigogo wa haha kufunika kombe. Habari picha ipo, e, picha ya binti mdogo tu, e, aki akiambatanishwa na habari hii. Haya. Samia aja Kivingini, anadi sera za viwanda, utalii na madini, akisaka kura milioni tano kaskazini. Wagombea wa mwaga ahadi kama Bobi eh, kama Bob Wine angekuwa Tanzania angeshiriki uchaguzi <laughs> Habari imetajwa katika gazeti Raia Mwema, Ungwana ni kitendo. Sasa darasa huru, dira ya maendeleo, CCM yaahidiwa kura za kimbunga da Wasira akemea eh, maandamano. Wasira akemea maandamano. Dodoma kufungwa kamera za usalama ni habari ambayo imetajwa hapa. Dkt. Mwinyi tutaendelea kuwawezesha wavuvi, habari hii ni kwa mujibu wa gazeti Darasa Huru dira ya maendeleo. Gazeti Mwangaza, uchumi wetu, maendeleo yetu, mwezi wa ahadi za kimkakati za Samia ndio huu Mchimbi nape wanaogesha kampeni nchini, wananchi pwani wakosha utendaji wa Dr. Samia eh, miundombinu, uchumi vya mbeba Samia Kusini. Haya na mengine mengi utayapata katika gazeti Mwangaza utakapopata nakala hiyo. Mtazamaji, ni kuangazia sehemu ya pili ya magazetini leo, iliyo mahususi kabisa kwa habari za kimichezo na burudani, nikianza na gazeti wa Machinga Sport ukurasa wake wa mwisho Fadlu acheka Simba kilio. Fadlu acheka Simba kilio. Mbea wapagawa na Adam eh, Andambwile, habari hii imetajwa Mbea wapagawa na Andambwile, habari hii imetajwa katika nakala hii. Nia yangu kutoa medali Olimpiki, Simbu anasema hayo naondoka hapo, nikiangazia Mwanahabari michezoni. Simba yaondoka na alama tatu kwa Mkapa, yaichapa Namungo Football Club tatu kwa sifuri. Mbea City yampoza kocha, Yanga Stars yatajwa, Samata nje, Haji Mnoga ndani. Simbu sasa anatamani medali zaidi. ime habari imeelezwa katika gazeti Mwanahabari. Unaweza kupata nakala hiyo popote hapo ulipo ukapata habari kwa kina. Huu ndio mwisho wa matangazo haya E ya magazetini leo kutoka hapa Sauti Kuu TV online. Mimi naitwa Dorcas Daniel, asante kuwa nami kuanzia mwanzo hadi tamati. Hakikisha una subscribe na usisahau kuwa mshirika wetu. Asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG kawe